Klabu ya mchezo soka ya Paris Saint-Germain na Inter Milan sasa zitamenyana katika fainali ya kuwania taji la klabu bingwa barani Ulaya tarehe 31 mwezi Mei hatua hii inakuja baada ya miamba hawa soka wa Ufaransa kuifunga Arsenal mabao mawili kwa moja katika mechi ya nusu fainali ya pili Jumatano usiku PSG imefuzu kwa jumla ya mabao matatu kwa moja baada ya mechi ya kwanza kuibuka pia kwa ushindi wa bao moja kwa sifuri. Mabao kutoka kwa Fabian Ruiz Achraf Hakimi yaliweka PSG kwenye nafasi nzuri, lakini bao la Bukayo Saka halikutosha kuisaidia Arsenal kugeuza matokeo. Hii itakuwa ni mara ya kwanza tangu fainali ya mwaka 2004 bila ya kuwepo kwa klabu kutoka Hispania, Uingereza na Ujerumani katika fainali hiyo. Licha ya kushindwa, kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesema klabu yake imekuwa bora katika michuano hii licha ya kuondolewa katika hatua hiyo ya nusu fainali. Naye kocha wa PSG Luis Enrique amedokeza kwamba klabu yake ilistahili kushinda mechi hiyo na ana matumaini ya kushinda taji hilo. <coughs>